Kwetu Shinyanga ibada kuli ule ilikuwa ilikuwa uwanja wa ndege ilikuwa nightmare, ilikuwa ni ndoto. Kamati ya bunge mimi nakagua juzi, mheshimiwa mwenyekiti, uwanja unakaribia kukamilika, ndege zitatua pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inafanya kazi leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, yaani, unatenganishaje maendeleo haya? Unatenganishaje demokrasia tulionayo na maendeleo makubwa na mheshimiwa rais na mheshimiwa waziri mkuu na serikali iliyoko madarakani nitakuwa ni mtu ambaye sina shukrani. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, anaibuka mtu mmoja tu leo. Mheshimiwa mwenyekiti, unajua, naomba niwakumbushe waheshimiwa wabunge wenzangu, hii nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995 na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26, wakati huo uh, mheshimiwa Mbowe ndo aligombea urais. Mwaka 2005 tulikuwa na wabunge wa upinzani 41 mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa na wabunge wa upinzani tisa mwaka elfu mbili na ishirini kumi na tano tulikuwa na wabunge wa upinzani mia moja kumi na sita na elfu mbili na ishirini tuko wabunge ishirini na nane wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria, hakuna mtu aliyesubutu kusema hivyo, hakuna. Hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa, kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali, hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo ameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenye. Ndio bana, wameweka mpira kwapani. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka yote, awamu zote sita ambayo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote sistemu ni ile ile katiba ya nchi ni ileile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana, wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni msukuma wa Shinyanga, sina pakwenda pasipoti nimepewa na Bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi, sina pakwenda mama yangu familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii, kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi. Imebaki miaka mi, miezi mitatu, twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania nawe na we, na mtu ni mwanasheria. Wote tunajua humu ndani, utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria kuna namna yake ambayo unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu fa, ametia mpira kwa pani. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi naungana na wale wanaojiita sijui G55 nani, mimi naenda kugombea na nitarudi humu bungeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona mmeongeza bajeti. Baba ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi. Leo iwe Jumapili, kesho yeye Jumatatu, anaongea yeye, mwanaume yeye, kibansa yeye, hatuwezi kukubali. Mwenyekiti, nikuambie kitu kimoja. Mimi Salome na wananchi wa Shinyanga hasa kina mama tunasema hivi, yote yametekelezwa. Mama Samia, mitano tena, Mama Samia, mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukana kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote ambaye ameuza bandari mara sijui mama amefanya sasa hivi ameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa.